Yes, bali karibu Plan B Brand. Na nataka nikakuelekeze kitu kingine cha muhimu na tips nyingine ya muhimu ambayo ni jinsi ya kuedit picha yako kwa kutumia Google Photo. Yes, Google Photo wengi tunaifahamu ambayo ipo inapatikana kwenye simu zetu nyingi karibia zote za Android na iOS. Kwa hiyo tutachofanya, picha yetu so kwaitumia ni hii hapa tutakoenda kuedit. Kwa hiyo tutachofanya, utabonyeza picha hapa then utakuja edit. Utabonyeza Edit. Sehemu ya edit, utakuja utachagua filter. Mara nyingi sio filter ile kwa ajili ya kuongezea mwanga na na vitu vingine kwa ajili ya kubalance. Kwa hiyo utakachofanya, utakuwa na test hapa, test mwanga ambao utaweza kukuvutia na ku, na kupendeza. Si ndio? Yes, yes, yes. Kwa hiyo utafanya, utachagua hapa. Yes. Kwa rangi hapa inaonekana imekaa vizuri, maana imebalance mwanga kuliko kwenye anga na hapa chini kwenye majani, kwa hiyo tukachofanya hapa ya tutaongezea mwanga kidogo kwenye majani hapa, naona kama hapaja kaa sawa. Yes. Tutaongezea hapa. Yes. Hapa inaonekana picha imeonekana, inaonekana vizuri. Kwa hiyo baada ya hapa nitabonyeza done, then nita nita save. Then nita save. Kwa picha yetu inakuwa tayari. Kwa hiyo tutaka uendelee kuwa karibu nasi katika chaneli yetu. Usahau kusubscribe na kushare. Asante.